Msemaji wangu na msikilizaji wangu. Sasa, so, nataka kukunanea kidogo na nikufunulie siri nyingine habari ya, ya maombi. Sababu watu wengine wamekuwa akiomba lakini hawapati ile kitu wanaomba. Lakini sio ati waombi, siri ni ile njia wanatumia. Sababu Yesu mwenyewe akienda, aliahidi na akaaga na akasema vile ametuacha. Kwa hivyo labda unatumia ile njia haitaki, ama ile njia ambaye hai, sio sahihi na Yesu mwenyewe akienda, ukisoma katika kitabu cha John 14:15 Yesu mwenyewe alituambia yeye ameenda lakini, akienda huko biguni, atatuachia atabia Mungu atupatie Roho Mtakatifu ndio akuye anakaa na sisi kama awe anakaa na sisi mpaka bilele. Kwa hivyo Yesu akamaliza kazi yake na akaenda, ile kitu alituachia ni Roho Mtakatifu. Sijui kama kanisa yenu unajua habari ya Roho Mtakatifu. Sijui kama hata wewe unajua habari ya Roho Mtakatifu. Sababu kama huna Roho Mtakatifu, sijui utafanya kazi namna gani. Na ndio Yesu sasa aliwacha akiwa kazini, sasa usisubuage Yesu. Tena wewe unaingia kwa hiyo Roho Mtakatifu. Ndio aliambia watu katika John 14:15. Mimi nimeenda, lakini nimemwachia Roho Mtakatifu. Mukae naye mpaka milele, sababu sasa Yesu kazi yake alikuwa amemaliza. Ndio unakuta watu wengine wakiomba kwa mama ama wazee, unasikia anasema Yesu shuka, Yesu shuka, shuka, na labda ni siku moja amelala njaa siku moja, na Yesu alikaa siku 40 akiwa hajakula kitu. Ebu niambie, kama unaomba namna hiyo, eti Yesu kuja ukamwadhani tule? Bwana asifiwe sana sasa Yesu atatoka kwa hiyo ufaume yote mkubwa namna hii ya dunia mzima akuje, sababu we uko na kashida ya kurara njaa siku mbili, na yeye alikaa siku arobaini. Huwezi kumwona hapo. Na kitu kingine, ile shida uko nayo biguni sio shida. Amen, na mpaka ukiomba, unajua njia za kuomba hata kwa wengine unasikia wakiomba nasema, Mungu shuka sasa mtaf, Mungu shuka, Mungu atoke mbinguni ashuke, sababu yako shida hiyo kidogo ukanaye. Labda hata ukienda kwa jirani yako utamuomba unga pakiti moja, na kupea na ukule na ushibe. Naweza sasa, mambi yako ni kuambia Mungu ashuke, wakiwa na Yesu na kukatika ufalme. Sasa mpaka tufundishwe baada ya kuomba na unaomba na zile njia inafaa. Na tukiwa Yesu akawaambia wakienda, akasema hiyo roho atakuwa anatoa ile kitu iko ndani ya Yesu anaturetea sisi, lakini ni mkiwa rafiki na yeye kadhalika. Zingine zijui roho wa Mungu ni nini, na zizi zinafanya kazi yake. Watu wengine wajui roho ya Mungu ni nini, na zizi wanafanya kazi yake. Na huyo roho ndio Yesu alikuachia, na sikii binguni, kutakuwa shida na binguni, watu wengine wataiona na fiu. Sasa ikipita sababu itakuwa shida sababu ile njia Yesu, Yesu alisema ifuatwe. Watu wafuati watu waliingia njia zao. Nitakuja kuuza habari ya kujengwa katika msingi ya mitu ya manabii na mitume, na Yesu Kristo akiwa jiwe akiwa nini, the cornerstone. Hapo sasa wewe unaanza mjengo wako huko kwa hivyo foundation yako, unaona pale imeanza. Kwa hivyo wakati huu ni wakati wa Roho. Mungu alifanya kazi yake afu akateremsha Yesu. Yesu akafanya kazi yake, Yesu akaenda akawacha Roho Mtakatifu ukihesabu uki, uki, uki, uki, uki kutoka wakati Yesu alienda wa tumekaa na Roho Mtakatifu miaka elfu mbili na ishirini na tano hata tujivire Yesu ndio Roho Mtakatifu anaongea wengi na wajui hatujui vile Roho Mtakatifu anafanya kazi, na tungekuwa hiyo miaka tumekaa na hiyo, tungekuwa tunalala biguni ya tunaamka asubuhi tunakuja hapa duniani na Roho anatunenea na kitu kingine, Mungu ananenea mtu usiku, wakati unalala, wakati unalala unaota. Hata utasikia kina Yakobo, nani watu walikuwa wananenewa wakiwa kwa ndoto, akina Danieli, watu walikuwa wananenewa wakiwa kwa ndoto. Lakini wewe ukisimama namna hii kama wapiro asikizi Ati Bwana Yesu anasema, Mungu anaongea kama mtu. Ati ati Bwana Yesu ananiambia, Bwana Yesu anasema, Mungu anaongea kwa ndoto na maono. Eh? Hmm? Wewe ukopete ati ukizima tu bereke Bwana Yesu ananiambia, Mungu ananiambia, ni wapi Mungu anaongea kama mtu?